Wenzetu wametusaidia kupata vifaa hivi ili kuongeza vifaa ambavyo tunavyo, kuweza kuhakikisha kwamba watoto wetu wakizaliwa njiti wanakuwa salama. Watoto wakizaliwa wale wanakuwa wa manjano, basi kuna vifaa maalum vya kupata ule mwanga wa bluu ili wawe watoto hali zao ziweze kuwa vizuri. Mtoto akizaliwa apu, apumui, kuna mashine maalum na mashine hii ya oksijeni ni mashine maalum ambayo mashine moja ni shilingi milioni sita. Hospitali ya rufaa ya mkoa ina jukumu pia la kulea vituo ambavyo viko chini katika leveli hii ya mkoa. Kwa hiyo, kwa vile sisi tuna jukumu hilo, baada ya wale watoto wachanga ambao labda walihitaji hizi huduma kuletwa kwetu kwa mfumo wa rufaa ba wa basi, wakiwa na vifaa kule kwao, wanaweza pia wakawasaidia tena kwa uharaka na kutokuhatarisha kupoteza maisha. Mama Samia amewekeza kwenye semoki nyingi na hizo semoki watu wameitikia kujifungua, na huko kuna watoto wengi wanazaliwa. Na watoto hao wachanga wakizaliwa, asilimia kumi na tano mpaka ishirini watahitaji huduma za neonatal care, kwa hiyo vitahitajika vifaa vingine zaidi.